Ndugu mwenyekiti, sisi tumekuja hapa kuomba kura. Tumekuja kuomba kura kwa wagombea watatu walioteuliwa na Chama cha Mapinduzi, ambao ndio wanaopeperusha bendera za CCM. Agnes anapeperusha bendera ya CCM kwenye kata Kunti. Yusufu Majala anapeperusha bendera ya chama chetu kwenye jimbo hili na Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu wa CCM Taifa na mgombea urais wa Tanzania anapeperusha bendera ya CCM kitaifa, lakini na wenzake ambao wanaendelea kumsaidia wakina Chimbi na vile vile na uko Zanzibar pia vile vile. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, tume imepanga leo kampeni hapa Donse. Tuje tuombe wananchi kura hapa kwa muda huu, na kwa sababu leo tuna mikutano mingi sana. Ndugu zangu, mgombea urais ameombewa kura nyingi sana, ameombewa hapa na mgombea wetu na mjumbe wetu wa wilaya wa mkoa, ambaye ni mlezi wa wilaya yetu hii, ndugu yetu Chelumate, lakini mwenezi wetu wa wilaya tena mwenezi amenishinda, kapiga kilugha vizuri zaidi. Na ulipozungumza mwenezi hapa, watu wanafurahi. Sasa nije nikuulize, ulikuwa unasema nini? Maanake watu wamefurahi sana. CCM oye! Ndugu zangu, tuombe kura kwa Samia Suluhu Hassan, na ameelezewa vizuri, katufanyia mambo mengi katika nchi hii, utekelezaji wa ilani 2025 na 25 30, tumefanya mambo mengi 20 25. Lakini hapa donse cha kwanza huko, baada ya sisi kuchukua nchi hii, kazi kubwa tuliyoifanya, kwamba watu wa donse na watoto wetu waweze kusoma, kazi iliyofanyika ni kujenga mashule. Tumejenga mashule, lakini pamoja na kujenga mashule, tukasema tunapeleka na walimu, lakini bado hawajatosheleza walimu, lakini bado miundombinu ya walimu kama nyumba na kadhalika bado haitjaji yatosheleza. Lakini ilani ya 25 30 tumeingiza mambo hayo ili yaweze kutekelezeka. Ndio maana tunamwombea kura mheshimiwa rais. Lakini pia vilevile, ndugu zanguni, tumeleta umeme hapa, tuna maji hapa, lakini pamoja na maji bado hayajafika kwa watu yaani watu wanataka wachukuliwe maji kwenye kisima yafike kwenye maeneo ya ukaribu na vitongojini, na umeme ufike vitongojini. Haya yote yatazungumzwa na mgombea wetu ubunge na udiwani katika kata yetu hii. ishirini na tisa, ni waombe chonde, iwe ifike siku hiyo, mtampa kura mama Samia hapa Donse. Jamani, mtampa kura Ebu nione mikono wale watakaotoa kura kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Samia oye! Oye! Najua hapa mmekuja wachache, lakini na nyinyi mmekubaliana. Niwaombe tukashawishi na wengine siku ile kwenda kupiga kura, kwamba bwana, twendeni asubuhi tukampigie Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuwatembee na wengine na mabalozi, mfanye hiyo kazi ya kutembelea nyumba kwa nyumba ili kuhamasishana kwenda kupiga kura sisi, emoye! Lakini tukimchagua Dr Samia, tumpe Agnesi Agnes ameelezewa hapa, alikuwa diwani wa viti maalum miaka kumi vipindi viwili hapa, na yeye Agnes kafanya kazi kubwa. Alafu huyu binti kwanza anajenga hoja kwenye baraza la madiwani, na wale wanaofika kwenye baraza la madiwani kwa sababu ni la wazi nani yoyote kama aliwahi kufika kutoka Donse, wewe ndio unaweza ukamsikiliza zaidi Agnes anavyojenga hoja na kutetea maslahi na maendeleo ya kata hii. Agnes atatusaidia kwenye kata hii. Walikuwa wengi wamegombea, lakini Mungu amempenda zaidi akasema, basi Agnesi ndiyo aliyeongoza kwa kura na chama kikamteua Agnes. Hebu nikuombe uje kwanza sasa. Hey, dada wa shoka huyo, akia Mungu, sisiemu oye yeah. hey, hey. akiya Mungu, nimekuona <laughs> <Mima> hebu <laughs> karibu sema <laughs> asante <laughs> sana mwenyekiti sisiemu Sisi oye yose yeah. Yo, safi kidumu yeah. Chama cha mapinduzi yeah. <laughs> awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu tujalia tukakutanika hapa salama maana sio kwa ujanja wetu, ila ni kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, jina lake liendelee kuhimidiwa na kutukuzwa. Kama nilipotambulishwa, mnanifahamu wote, ingawa kwa itifaki niseme, kwa majina naitwa Agnes Msote, ambaye ni diwani wenu mteule wa kata ya Farkwa. Kuchagua nitawatendea nitakuja kunaanza kuibadilisha Farkwa pamoja na Donse, kwa sababu nimekuwa mzoefu kama mwenyekiti alivyosema, lakini tunafahamu, nafahamu changamoto za hapa. Najua kuna kiwanja akiwa kijonge zaanati, mwenyekiti hapa akasemea maji. Nafahamu tuna barabara yetu hii hapa, na wenyewe tayari wameshatangaza tenda, mtendaji wenu wa kijiji anafahamu, tunasubiri mkandarasi tu aje ili anze kazi. Nafahamu kuna upungufu wa madarasa. Hayo yote naenda nayo, ndio vipaumbele vyangu lakini kwa kushirikiana na mbunge mbunge bingwa, mbunge bingwa kabisa, mbunge jasiri huyu, tunamwita simba jike. Kwa kweli tukiwa na huyu kundi, mambo yatakuwa bam bam. Kata ya Farkwa pamoja na kijiji cha Donseki inaenda kubadilika. Wangapi watampa kula mama Samia, mama yetu, mama yetu kipenzi, ambaye ameleta vitu vyote nilivyovitaja? Wangapi watampa kula? Asanteni sana. Wangapi watampa kura mbunge wetu pendwa? Asanteni sana na wangapi mtanipa kura na mimi Agnesi, mwezi wa 10 tutampa kura? Hebu nione mikono ya kundi. Yusuf Majala, mbunge wetu wa jimbo hili, asante sana Mheshimiwa, karibu sana tafadhali. wana donse oye! Leo tumekuja mbele yenu ndugu zangu wa Tanzania wenzangu kwa ajili ya kuja kuwaombeni ridhaa yenu siku ya tarehe ishirini na tisa mkatupe ridhaa hiyo kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupigia kura ya ndio ili tuweze kuwa wawakilishi wenu. Na kura tunazoziomba, tunaomba kura zenu tatu. Tunaomba kura ya kwanza kwa ajili ya rais wetu, tunaomba kura ya pili kwa ajili ya mbunge na tunaomba kura ya tatu kwa ajili ya diwani. Mkienda kutusaidia kutupigia hizo kura tatu, hakika tutakuwa tumekamilisha na kuanza safari yetu mpya, safari yetu itakayokwenda sasa kututoa kwenye unyonge na upweke ambao tumeendelea kuishi nao kwa muda mrefu ndani ya wilaya hii na ndani ya kijiji chetu cha Donsey. Samia Kunti pamoja na Agnesi ni wanawake ambao tumeamua kujitoa kwenu kwa ajili ya kushirikiana nanyi kwenda kuyasaka maendeleo tuwaleteni wanadonse, ili nanyi mweze kuishi kama Watanzania wengine wa maeneo mengine. Na nyinyi kata ya Farkwa, sikuwaacheni. Nilikuja Farkwa, tukaenda zaanati kwetu kwenye kituo chetu cha afya ambacho serikali waliweza kutujengea, lakini kukawa na mapungufu makubwa kwenye kitengo cha upasuaji. Nami bila kusita niliona hitaji kubwa la wananchi wa kata hii, wakiwa wanatembea umbali mrefu na gharama kubwa kwenda Dodoma ama kwa Mtoro, na wengine hata kwenda Makiungu, mkoa mwingine wa Singida, wanaendelea kugharamika kwa gharama kubwa sana. Nikaambiwa jengo lile la upasuaji halina vifaa kwa ajili ya kina mama wajawazito, lakini na operesheni ndogo ndogo. Kwa Watanzania wenzangu, nami siku sita niliamua kununua vifaa hivyo na kukarabati chumba kile. Leo wana Farkwa wote na vijiji vingine kata za jirani tunapata huduma yetu ya upasuaji kwenye jengo letu pale la kituo cha <laughs> afya. miundombinu ya elimu tuende tukalisimamie, tuongeze madarasa na hatimaye watoto wetu wote waweze kupata elimu iliyo bora. na kunji Mimi ni mdau wa elimu. Niliamua kuwa mdau wa elimu kwa sababu natambua dunia ya leo bila elimu hatuwezi kufanya jambo lolote kwenye kizazi hiki kilichopo na kijacho, lakini ninatamani sana baada ya utumishi wangu ninapoondoka, kwa sababu sitaongoza milele. Nikiondoka kwa kustaafu ama hata kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu akiamua, kunipumzisha niache historia yangu kwa watoto wa wilaya ya Chemba, waje washike nafasi hii wakiwa wanatoka hapa Donse, waje washike nafasi hii wakiwa wanatoka kata yetu ya Farkwa na kwenye wilaya yetu hii ya Chemba kwa tutakwenda, wazazi, kushirikiana nanyi kuhakikisha tunawapatia watoto wetu elimu iliyo bora itakayokwenda kuwatengenezea mazingira na wao ya kuja kuwa viongozi kwenye taifa lao. Lakini ndugu zangu, nitambue kwamba mmesema hapa swala la zahanati yenu, tuna eneo tunalo, lakini bado hatujaanza ujenzi. Baada ya kupiga kura tarehe 29 tukiapishwa Mheshimiwa mwenyekiti wangu wa kijiji na mtendaji wangu, mdogo wangu, tutarudi hapa tuje tuanze mchakato wa ujenzi wa zahanati yetu, ili wananchi hawa waweze kupata huduma yao ya kwanza hapa, na yale magonjwa ambayo watatakiwa kwenda kwenye kituo cha afya basi waweze kusogezwa kwenye kituo cha afya. Lakini pamoja na hilo, kwenye sekta ya afya, ninatambua kata yetu hii hatuna kwenye kituo chetu cha afya hatuna gari la wagonjwa Tunakwenda nilianza kulisemea bungeni na bunge kwa maana ya waziri wa TAMISEMI walituahidi kutupatia gari. Nikienda kazi yangu, nikwenda tunaambia sasa, Wanafarkwa, mimi ndo mbunge wao nimekuja, nipeni gari la wagonjwa liende kituo cha Farkwa liweze kuwahudumia wananchi, wakiwemo wana kijiji hiki cha Donsel. Lakini ndugu zangu, mmezungumzia swala la, la uwepo wa kisima chetu cha maji lakini maji haya hayajaweza kutufikia kwenye maeneo yetu na kwenye taasisi zetu. Tutakwenda na yenyewe tuwashirikishe RUWASA waje huku chini, sasa watupe bajeti, tuweze kuchimba mitaro, wananchi tusambaze maji kwenye vitongoji vyetu na taasisi zetu zikiwepo, ikiwepo shule yetu hapa kwa ajili ya manufaa makubwa ya watoto wetu. Lakini mmezungumza swala la miundombinu yetu ya barabara, tuna barabara zetu ya kutoia kwenda ya kuunganisha na wenzetu wa Bugenika wa, wa, wa lakini tuna hii barabara ya kutoka Babayu tuna barabara hii ya kutoka Chemba. Na nyinyi mnakumbuka Mheshimiwa Rais alivyokuja, niliomba barabara ya lami ili iweze kupita mpaka huku kwetu ili tuweze kukuza uchumi wetu. Ninatambua uwepo wa miundombinu mibovu ya barabara. Tupeni kura zenu ambazo zitakwenda kutusaidia sisi viongozi wenu watarajiwa kwenda kuhakikisha tunayasimamia haya yote kwa niaba yenu, lakini nakuja kuwatekelezeeni ili na nyinyi Watanzania wa Donsee, Watanzania wa, Donse, wa, wa kijiji cha Donsee na kata ya Faruka na wilaya ya Chemba, nasi tuweze kufurahi, lakini tuweze kujiona ni sehemu ya Watanzania ndani ya taifa letu. Wangapi wanatuambia tarehe 29 wataenda kupiga kura nyingi za kishindo kwa Daktari Samia Suluhu Hassan? Nione mikono ya Daktari Samia. Amina, asanteni sana. Wangapi wanasema wataenda kupiga kura nyingi sana za kishindo kwa ajili ya Agnes Msote awe diwani wetu wa kata ya Farkwa? Na wangapi wanasema wako tayari pia kupiga kura nyingi za kishindo kutoka hapa Donse na kata yenu na wilaya nzima kwa ajili ya Kunti Yusufu Majala awe mwakilishi wenu ndani ya bunge lenu tukufu? Amina, na washukuruni sana na wapendeni sana wana Donse.